E, mimi ni Maurice Wekesa wa Chuti. Mimi ni baba ya Mercyline Wekesa. Mtoto yule alifanya e, grade 9 mwaka jana, na akapata 54 points na wakamuita Cardinal e, Otunga Girls, na mimi sasa saa hizi huku Eh, sisi ni wazazi ya, lakini hatu hatujiwezi atu, tuna mimi ni mkulima kidogo kidogo tu mboga vitu kidogo kidogo tu na school fees sasa imeshinda mimi mimi, na naomba tu kama kuna yule mhisani yule anaweza saidia, gavana, eh, wabunge, eh, watarajiwa, mheshimiwa Mwasame kama wamesikia mwito wangu, wanaweza kusaidia mimi. Huyu mtoto amechelewa, hata saa hizi akikaa kwa nyumba analia tu, anataka kwenda kwa shule, lakini uh, sijiwezi hata kununua vitabu, imekuwa tu shida. Uniform, shida na school fees hakuna, na sasa shule huko ni pesa ile mimi siwezi kuafford sasa, na nawaomba tu Waisani kama wame, wamesikia mwito wangu wanisaidia, mtoto aende shule, ikiwezekana asome na amalize masomo yake e, tuone mbele mbele yake mwenyewe atakuwaaje? Kwa majina, naitwa Maslini Wekesa na nyama, natoka na Manjalala, Samoya oa okay, nilisomea Samoya junior secondary nikapata point 54 na niko nyumbani, kwa sababu wazazi wangu bado hawajapata school fees. Naomba MCA MP na wale wote ambao wanataka una wako na nia njema waweze kunisaidia ili niweze kujiunga na high school, niweze kusoma, niweze kuwa mchoraji bora na nirudi nyumbani pia niweze kuwasaidia wazazi wangu na mahitaji na dada zangu pia. Miko majina ni Diana Wekesa, niko na mtoto amesoma saa moja JSS na amepita, ilifaa ende shuleni na kufikia saa hizi champeleka shuleni kwa sababu ya karo. Kwa hivyo naomba tu yoyote mwenye amesikia hii wito anisaidie mtoto aende shuleni. Mimi mwenyewe wanafanyia watu kibarua, na hata wakati huu sai nimekuwa na maumivu, sijapata nguvu ya kufanya kibarua. Sasa naomba tu nisaidiwe, ninaomba tu kwa yule amesikia hii sauti, MP gavana wetu na Mac George Makari, ambaye ni mkubwa wetu, naomba tu kama umesikia wito wasikia, alafu wanisaidie nipeleke mtoto shuleni. Niko nayo mtoto, niko na mtoto shule nyumbani na aka analia tu na nimekosa pesa. Inahitajika 60000 kwa mwaka, na wanasema nipeleke shilingi elfu kumi saa hizi ndio mtoto kama kuingia aingie, na kwa sasa sina, na alifaa aende Cardinal Otunga. Kile tumeweza kupata ni vitabu tu ambavyo nimeomba ndugu yangu amenisaidia akaninunulia, alafu kuna shemeja iniambia kwamba taweza kunisaidia 3000 na chaonekana ta simu amesima pato, sichanunua kitu chochote kingine kupita hapo. Ni inaitajika vitabu, madres, mablanketi na sidi ya mtoto na viatu, uniform na bado sijapata pesa ya kununua hivyo vitu.